Kinyang'anyiro cha jiji la Nairobi kimepamba moto hii leo, huku wagombeaji wote wakikita kambi hapa jijini katika mikakati ya kushawishi wapiga kura kuvuta pande zao. Mwenyekiti wa FKL Mohamed Hatimi amesema kwamba yuko tayari kufanya kazi na yeyote yule, huku akiongeza atazindua sera mpya za uongozi. Mimi kama Hatimi nimekuwa chairman, nimepeana uhuru wa kila mtu kufanya kazi vile anavyotakikana, na ikiwa amefeli amefeli yeye ikiwa amefail amefail yeye, kwa sababu yule yuko pale, amechaguliwa kama mimi. Hata hivyo, Hussein Swale amekerwa na kipengee kinachowataka wanaowania wadhifa wa maeneo kuzuru nchi nzima kuuza sera zao. kama mimi, sasa mimi nasimamia Eastern, nina mpinzani wangu, watu wa Eastern na hakika watanichagua. Kwa nini mtu wa Kisumu ama wa Mombasa apoe jukumu la kunichagua mimi na wanijui? Kwa hivyo pia imeleta matatizo, maana inakuwa ni kama sasa biashara kasauli tuna wachezaji wazuri hapa chini au watu wa, wanajua tu watu wachezaji wako national kwa premier wazuri. Hapana, wako chini ambao wanakuja kumeki premier. Hussein Mohamed na naibu wake Sami Shole walikuwa katika jumba la KICC, huku akiwa na imani kwamba Jumamosi foleni zote zitakuwa zao. Aidha, mrengo huo unapania kutoshusha daraja vilabu vya ligi kuu mwisho wa msimu na badala yake kupandisha ngazi timu mbili kupelekea idadi ya ligi kuu hadi kumi na nane. Nina uhakika ya kwamba watapiga kura vizuri na watatuhakikishia eh, ya kwamba tumepata viongozi wapya ambao wako na maono mazuri, viongozi ambao wataleta mabadiliko katika nyatfo to tofauti tofauti za mpira hapa nchi yetu ya Kenya. Sam Nyamweya tayari ana imani kwamba mrengo wake utatoa ushindi siku ya Jumamosi na amehimiza wajumbe wake kuwa waangalifu zaidi. Uchaguzi wenyewe utafanyika nchini kote huku kitovu cha kupeperusha matokeo kikiwa ni Moi Sports Centre Kasarani. Hassan Jumaa. KTN michezo.